Kiongozi wa mapinduzi ya kijeshi nchini Madagascar Kanali Michael Randria Nirina, ambaye alimpindua Rais Ande Rajoelina mwezi huu Oktoba, baada ya maandamano ya vijana alimaarufu kama Gen Z, hatimaye amemteua waziri mkuu wake mpya. Hii ni TriGen Media. Randria Nirina, ambaye aliapishwa kama rais wiki iliyopita, amemchagua mfanyabiashara Henri Salama Rajaona Rivero kama waziri mkuu mpya kwa madai kuwa ana uzoefu mkubwa katika mahusiano na mashirika ya kimataifa ambayo yanafanya kazi na taifa hilo la Madagaskar. Ande Rajeolina, rais aliyeondolewa madarakani na ambaye bunge lilimkataa, alitoroka nje ya nchi mwishoni mwa juma lililopita, na amekaririwa kilani aina hiyo ya uchukuaji wa madaraka. Rajeolina alikimbia nchi kwa usalama wake kwa kipindi ambacho maandamano yakiwa yamechachamaa, na ambayo awali yalizuka mwezi Septemba kutokana na kuendelea kukatwa kwa huduma za maji na umeme. Ande amekaririwa akisema kuwa amesafiri hadi eneo salama ambalo hajalifichua bado. Wiki iliyopita pia alisema kuwa barua ya kujiuzuru iliyohusishwa naye ilikuwa ni ya uongo, na akawatahadharisha wananchi wa Madagascar kwamba huo ni uongo wenye lengo la kueneza kuvuruga umma wa taifa hilo. Mapinduzi ya kijeshi ya Randria Nirina yamelaaniwa na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika ambao umesimamisha wanachama wa taifa la Madagaskar. Kanali huyo wa jeshi asiyejulikana sana ambaye kwa muda mrefu amekuwa mkosoaji mkubwa wa Rajorina na rais mpya wa sasa alichukua hatua hiyo ya kujiunga na waandamanaji na kisha kuipindua serikali. Kanali Michael Randria nirina alizaliwa Agasti 23, mwaka 1973. Ni afisa wa kijeshi na mwanasiasa wa Madagaskar. Kwa sasa historia imebadilika kwake na kuwa rais wa tisa wa Madagaskar ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la urais katika jamhuri ya demokrasia ya Madagaskar tangu Oktoba 14 mwaka huu 2025 baada ya kuthibitishwa rasmi, hatua ya mapinduzi ya kijeshi ama maandamano inataka kuwa moja ya njia ya kuziondoa baadhi ya serikali Afrika na duniani, hali inayopaswa kuwa tahadhari kwa baadhi ya viongozi waliopo madarakani kuweza kuanza kusikiliza maoni ya walio wengi. Hii ni Trigen Media.